Newton Newman ambaye alikuwa Mwafrikana akawakoka akawa Mkatoliki, anasema sauti kubwa zaidi ya Mungu ni dhamira zetu. Sauti ile kubwa zaidi ni dhamira zetu, na ni kweli. Dhamira tunaambiwa ni sauti ya ndani ya Mungu, our conscience. Na ndiyo maana kila wakati tunapotaka kutenda jambo lolote hiyo sauti inatuongeresha, na ndiyo maana wakati wote, eida kuwe giza ama mwanga, kuna sauti huwa inatuongeresha. Wakati tunapotaka kutenda mema ama mabaya, kuna sauti inatuongeresha. Na hiyo ni sauti ya nani? Sauti ya Mungu, na ndio sauti ku nasikia watu wanauliza, ifadha ama kwa kuhakikisha, tutauliza siku ya mwisho itakuwaje, Mungu kujaza hiyo laini zitakuwa kubwa. Hakutakuwa laini kwa sababu tayari black box yake iko na black box ya Mungu ndani ya maisha yetu. Vigani ni dhamia conscience, na ndiyo maana kila wakati kionona kwanza, ukitaka kufanya mabaya mtu anaangalia na wa wapi kando na kando, sija tunasahau kuangalia

na kwa hivyo mwishowe, tunaambia Biblia inatuambia, hata wakachochea wamama furani, Biblia inasema wamama wenye cheo wakachochea kiasi

tayari kupokea wote ambao ni kondoo wake. Ndiyo maana somo la pili barua ya Paulo, alipofunuliwa utukuu, anasema nini? Niliona watu kwa makabila yote, wote wakuwa karibu katika kiti cha mwana kondoo, kumaanisha sisi zote tumealikwa katika kiti cha mwana na wote,